Karibu katika simulizi ya mchekeshaji aliyepata jina hivi karibuni Steve Mweusi, Steve Moses, ambaye kwa hivi sasa anazidi kuonesha uwezo wake mkubwa sana katika mtandao wa YouTube, ambapo ndipo huwa anafanya video zake. Video hizo zikuwa katika mfumo wa clips, clip ndogondogo ambazo mara nyingi huwa na watazamaji wengi zaidi. Hivi siku za karibuni alikuwa anachuana na mchekeshaji mwenzake Clamvevo katika mtandao wa YouTube, lakini kwa sasa kufuatia eh, filamu yake ambayo amekuwa akitoa hivi karibuni katika mfumo wa vipande imekuwa ikiongoza sana kwa watazamaji wengi. Mchekeshaji huyu nitaenda kupitisha katika historia ya maisha yake magumu alipotoka mpaka hivi sasa alipofikia. Historia hii itaenda kufunza mambo makubwa sana, pengine usiyoyatarajia kutoka kwa Steve Mweusi. Japo watu wengi walifikiri labda maisha yake jinsi yalivyo katika filamu ndivyo yalivyo katika maisha yake ya kawaida, ni kuambia kwamba Steve Mweusi ana maisha mazuri tu, tofauti na yale ambayo mara nyingi huwa anajionesha nayo katika eh, mit, eh, mitandao mbalimbali ya mbali kijamii. Ukiona nywele zake zimevurugika, basi usijue kajua labda ndio huishi hivyo hapana. Uki, katika upande wa pili wa maisha yake ni mtu wa kugonga, anavaa sana suti huko, ana gari pia hivyo karibu ni katika historia yake mwanzo hadi mwisho, alipoanza mpaka hivi sasa alipofikiahiinusi jina linalotajwa leo kwa tabasamu na vicheko kwa mamilioni ya wa Watanzania Tanzania. Hakuwa mtu wa, ma wa mashuhuri hapo tangu mwanzo, lakini alizaliwa tarehe 16 hiyo ilikuwa ni Septemba, mwezi wa ti huo mwaka 1990 na tisini katika mitaa ya kawaida ya kabisa iliyopo katika maeneo ya majengo wilaya ya Mpanda mkoani Katavi. Ni eneo tulivu lenye maisha ya kawaida ya watu wanaopambana na hali ya maisha kwa jasho la subira. Alizaliwa katika familia ya kawaida ya Kitanzania. Wazazi wake walikuwa watu wa kazi na nidhamu waliomfundisha Steve tangu totoni thamani ya bidii, heshima na uvumilivu baba yake alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo za kujipatia kipato huku mama yake akiwa muhimili mkubwa wa familia akihakikisha watoto wanalelewa katika maadili mema licha ya changamoto za kiuchumi. Utoto na kukulia. Steve Mweusi alikulia katika mazingira ya kawaida sana. Hakukua na anasa wala fursa kubwa, lakini kilichomtofautisha na watoto wengine ni tabia yake ya kuchekesha. Tangu akiwa mdogo alipenda kuigiza, kuiga watu wazima walimu, majirani na hata viongozi wa mtaa. Mara nyingi alikuwa akiwafanya watu wazima wacheke bila yeye mwenyewe kutambua kuwa huo ulikuwa ni mwanzo wa kipaji chake. Marafiki zake wa utotoni walimkumbuka kama mtoto aliyependa watu, mcheshi, asiyochoka kuzungumza na aliyependa kusimulia visa vya kubuni. Kila alipokuwa e, kulikuwa na vicheko. Hata hivyo, nyuma ya ucheshi huo kulikuwa na mtoto aliyekuwa akiona ugumu wa maisha na kuota maisha bora zaidi. Maisha ya elimu ya Steve, Moses, Steve, Steve alianza elimu ya msingi katika shule ya serikali karibu na e, alokulia huko Mpanda. Hakuwa mwanafunzi salama de, na hakuwa na mwanafunzi, hakuwa mwanafunzi aliyepata alama za juu sana darasani, lakini alikuwa mahiri katika masomo ya sanaa yani arts, michezo na simulizi. Walimu wake walimwona kama mwanafunzi mwenye kipaji, ingawa mara nyingine alipata adhabu ya kufanya darasa lote licheke badala ya kusikiliza somo. badala ya elimu ya msingi e, baada ya elimu yake ya msingi aliendelea na elimu yake ya sekondari. Kipindi hiki ndicho kilichomjenga zaidi kifikira. Alianza kutambua kuwa ucheshi si tu mzaha, bali ni kipaji kinachoweza kubeba ujumbe, kuelimisha, na hata kubadilisha maisha. Hata hivyo, kutokana na hali ya familia, safari yake ya elimu haikuwa laini. Kulikuwa na vipindi vya kukosa ada, vifaa vya shule na wakati mwingine matumaini. Safari ya maisha na changamoto. Baada ya kumaliza masomo yake, Steve alikabiliwa na swala gumu: nifanye nini maishani? Hakuwa na kazi ya uhakika wala mtaji wa biashara. Kama vijana wengi wa Kitanzania, aliamua kuondoka Mpanda kuelekea jijini Dar es Salaam kutafuta maisha. Maisha ya jijini huko Dar es Salaam hayakuwa rahisi, aliishi maisha ya kujikimu, kazi ndogo ndogo, kulala kwa marafiki, wakati mwingine kukosa hata nauli, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kimoja ambacho hakikuwa hakukiacha kamwe huu ulikuwa ni uchekeshaji. Akiwa Dar es Salaam alianza kuangalia mitandao ya kijamii kama fursa, akaanza kurekodi video fupifupi fupi za vichekesho mara nyingi kwa kutumia simu za kawaida bila kamera za gharama wala wahariri wakitala, wakitala, alikuwa wa kitaalamu. Alikuwa akiigiza wahusika wa mtaani, maskini, walevi, wajanja, walagai na watu wa kawaida wanaoishi maisha ya kila siku. Kupaa kwa umaarufu. Mabadiliko makubwa yalikuja pale baadhi ya video zake zilipoanza kusambaa kwa kasi mtandaoni. Watu walianza wali kumwona, eh, Steve ndani yake ana kitu kikubwa sana. Hakutumia lugha ya kufikirika, alitumia lugha ya mtaani hali halisi ya ukweli na maisha ya Tanzania. Umaarufu haukuja mara moja tu, lakini ulipokuja ulikuja kwa nguvu. Steve Mweusi akawa na jina kubwa lililotajwa kila kona ya mitandao ya kijamii. Akaanzisha channel ya YouTube, akaanza kupata wafuasi, matangazo na fursa za kushirikiana na wasanii wengine. Marafiki na mahusiano ya kazi: katika safari yake Steve amekuwa na marafiki wa karibu waliomsaidia kimawazo, lakini pia kimwili baadhi waliompa hifadhi, wengine walimpa ushauri na wengine wakawa e, washirika wa kazi. Amejulikana kwa kuwapa nafasi ya vijana wengine wenye vipaji kwa mafanikio ya kweli, e, kuinua na wengine. Matukio muhimu na mchango wake. Steve Mweusi ameshiriki katika matukio mbalimbali ya burudani, tuzo za ucheshi, miradi ya kijamii. Kupitia kazi zake amezungumza, amezungumzia e, umaskini, maisha ya vijana mtaani, ujanja wa mjini. E, mahusiano na familia. Ucheshi wake si kubeza bali e, kuakisi jamii. Leo hii Steve Mweusi ni zaidi ya mchekeshaji, ni mfano, kijana aliyepitia maisha magumu akaamua kipaji chake kukipa kipaumbele, kutumia kubadili hatima yake ya maisha, kutoka mte, katika mitaa ya Mpanda hadi jukwaa la kimataifa. Safari yake ni ushahidi kwamba ndoto zinaweza kuwa kwa subira, bidii na imani. Karibuni kupitisha katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho alipokulia, eh, na mpaka hivi sasa. Jina la utambulisho wa mwanzo Steve Mweusi. Jina lake kamili ni Steve Moses Musa, alizaliwa Septemba 16 mwaka 1990 katika Majengo, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi, Tanzania. Anajulikana zaidi kama mchekeshaji, mtangazaji eh, mwenye vichekesho vingi, mtayarishaji wa video za ucheshi na pia msanii wa muziki. kuanzia Kwan, eh, sanaa ya ucheshi, Steve alianza kazi yake rasmi ucheshi mwaka elfu mbili na kumi na nane jijini Dar es Salaam kwa kuchapisha video fupifupi fupi za vichekesho kwenye mtandao wa YouTube. Nitakukumbusha moja kati ya nyimbo yake ambalishe kutoa aliita video hiyo ambayo ilikuwa inaonyesha kama masiara akilia akimba kwa uchungu, iliweza kupendwa na msanii mmoja sana mkubwa huko Marekani, na huyu si mwingine ni Snoop Dogg. Snoop Dogg aliweza kuriposti hiyo clip, ilienda sana viral. Steve Mosi aliendelea kufanya vichekesho vya aina hiyo, akionyesha kwamba ni kwa namna gani anavyoweza kuwasiliana na msanii mkubwa huko Marekani, Snoop Dogg. Mpaka hivi sasa Steve Mweusi amekuwa ni msanii anayeongoza kwa numbers kubwa sana, msanii wa uchekeshaji katika mtandao wa YouTube, ingawa wengi inga wanafanya TikTok na Instagram, yeye amebezi sana katika mtandao wa YouTube. Hii ni simulizi ya maisha ya mchekeshaji huyu Steve Moses Musa, Steve Mweusi. Mimi ni Dr. Alexander Scott Rizzi, hii Usiku TV.